Hey, yes sir. Ndio, sasa sikiliza konjiani, apando, natuka, apana, mimi niko njiani hapa ndo natoka hapa na kuja kwako, lakini mambo ya kukopokopo mimi sitaki, sijui nitumie katika simu, sijui mambo ya lipa namba mimi sina, sielewi ehe, cash by cash. Unigaie pesa nikugaie kazi yangu, tumalizane, unanijua vizuri lakini eh, sitaki mioyo, mambo meusi siyataki. Sawa, hakuna shida, nisubiri ok. <coughs> Nachukua boda sasa hivi eh, nakuja dakika tatu. Ok, poa. aiini changia cuamia hapa kuna wa wa kitu kwangu wakikosawa kabisa. Kitu gani tena hicho? Nimemisi sana Yuzo, mbona? <laughs> Hatari! Madam, usimcheke mwenzio. Kama unavyojua tumebadilishiwa laini, yani hakuna namba ya mtu ambaye unaweza ukamtafuta akanisaidia namba ya Yuzo. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba madamu wangu nisaidie niweze kupata namba ya Yuzo. <laughs> kwa mesha msi. Lakini sasa, kwani amna wanaume wengine Shazia au wengine watakuja? Kwa lazima Yuzo peke yake. Madamu, kiukweli nampenda sana Yuzo. Nimepita na wanaume wengi, lakini najikuta moyo wangu unampenda sana nilikuwa. Mm -hmm. tu nakuomba kitu kimoja, naomba unisaidie niweze kumpata Yuzo, nipate tu namba zake. mm -hmm. <laughs> Hey, hiyo ni hatari, hiyo ndio ile inaitwa kammbwe kama. <laughs> Kweli umekamatika shogangu hata we, usijali wewe we, tena si unajua mimi tulivyo mashosti. Kwa hiyo namba ya Yuzo mi nitakutafutia na nitakuletea, siwezi kukosa kuipata, hata usijali. Kweli madam. mm-hmm. <laughs> ntafurahi sana sana kutumia mamaa, jamani. Baby, thank you. Sijali <gasps> na <laughs> nini tena unatafuta? Special for you my love. Amini. Kali sijakkanafurahisha. Utazidi kupata vitu vizuri, si kama hivi. Kweli unafanya nizidi kupenda siku hadi siku usijali, mambo ya kawaida <laughs> mimi nimefurahi, lakini mama, uh -huh. Mama yangu hakupa mkorofi akina amsiniweziwangu wewe mjane, unajua, eh mtu wa mjini si ndiyo? Ngawa utajua mimi nitaweka vipi simu ila mimi nataka tu kuongea video call tu. Unasemaje, si mzuri? Nimeipenda, hiyo unakamata na mama siku mbili tu kuwa na mani. Ah, mpenzi wangu atakisi. Jamani, haya poa. Yuzo. Kwani we ni nani mbona unanijua? Eksi wako mm -hmm. Eksi eksi gani? Mbona mimi sikujua bwana. Bueno, nakutania. No, mwasi mwasi mwasi mwasi, <laughs> mwasi mm. Ni wewe ni mimi Aise rafiki yangu kitambo Nimeamini maneno ya ahenga wanasema, milima haikutani, binadamu tunakutana. Kiukweli sikutegemea kama tutakutana tena, mazingira ambayo sio rafiki kabisa. Mara mwisho chuo ndo tumeachana. Ehe, niambie, vipi demu wako bado naye? Rafiki yangu kwani bado hujashaga tu, ujinga ujinga wako. Ex gani unamzungumzia wewe, afu ukizingatia ni kitambo sana, miaka imepita. Basi sawa. Tunaweza kubadilishana namba za simu, wakati mwingine ukija kwangu kumtembelea. Yeah. Habari yako ndugu yangu, unajua kuna muda maisha anaweza kakutaiti sana kiasi cha kwamba usione hata umuhimu wa salamu, lakini sio shida. Vipi nyumbani, yule bi dada anaendeleaje? Haina haja ya kumuulizia afsikia. We bwana, mistake kabisa. Mazoea na mke wangu hivyo vijizawadi na misaada unaompatia isio sababu ya kumtongoza mke wangu Sipendi bwana. Lakini mbona mimi sijamuulizia kwa ubaya, nitaka kujua tu hali yake inaendeleaje, lakini majibu unaonijibu, naona kama sikuelewi. Hebu niambie, kuna shida sehemu gani? Labda utanielewa tu. Unampigia simu mke wangu usiku kucha, unaongea naye nini? Sikia bwana, mimi ndo mume wake na mi ndio bwana wake, na nimerudi na ule mtoto ni wakwangu mimi, hivyo sitaki mazoea na mke wangu. Usimsumbue mke wangu, sitaki usumbufu kaka. Sawa -sa, samani sana kwa hilo. Kwanza nishukuru kwa ujio wako wa leo, lakini pia kwa huduma yako, ila kuna jambo sijafurahishwa nalo. Kitu gani hicho? Wakati mwingine nitakapohitaji huduma yako na kutoa pesa, tafsiri yake inahitaji uhuru, na ndio maana nikakuleta hapa nyumbani kwangu. Kwa hiyo sintopendezwa kuona ukisema sijui hutaki hichi, hutaki hichi, fanya hichi, hiyo kidogo nitakuwa sijapendezwa nayo. Usijali baba, nikija wakati mwingine nitafanya kila unachokihitaji, mradi tu ufurahie na uenjoy He, itakuwa vizuri, kwa sababu unajua mtu anavotoa pesa inahitajika upate huduma stahili. Sawa, nafikiri itakutosha. Asante, tutaona wakati mwingine. Kakosa. Vipi lakini, maendeleo anasemaje? Mi namshukuru Mungu naendelea vizuri, sijui wewe hapo. Unafunga lakini si unajua umwezi mtukufu? Au unavaa tu mavazi. Mi nafunga jamani, wewe wewe matevu eh, bado unakuwa na king'ang'anizi sana eh, ujaona wanawake wote, na wote mpaka ukae na mke wangu eh. Nisikilize wewe sheshe, unajifanya ustazi wa mtaa. Wewe nisikilize nikwambie, unachoa mambo yako au unaniletea mimi? Kikweli nimeachoka, msukuma, hebu naomba unisikilize. Wewe ni mwanaume, unatakiwa utimize majukumu yako ya familia kama baba na sio kukaa kumfuatilia mke wako kwenye kila hatua anayoifanya. Mimi sidhani kama ni jambo jema, bwana. Badilika, muhudumie mke wako. Wewe nisikilize, nikuambia wewe, kijana, usinipelekeshe kwenye maisha yangu mimi. Yule ni mke wangu na ni ndoa yangu, nimeoa mimi kani kipindi nakuja kwao nitolea mahali. Acha dharau, kijana wewe, usione kwamba hizo ndevu zako mi nakuogopa, umesikia? Wewe msukuma, hebu nisikilize, shida yako wewe ni moja tu

Sana. Samahani, unaweza kuniruhusu nipokee simu? Haina shida, pokea simu. Mm. <coughs> Samani. Sio za kwangu hizi, sio za kwako ni za nani? Mimi kukukaribisha kwangu uje kuftari, ndo umeamua kubeba na uchafu kama huo? Yaani leo tu nimekwambia njo futari, nimekukubalia haya tu ndio ukaftari umebeba huo uchafu. Nikikukubalia uwe mpenzi wangu utanibebea nini? Mwanaume ni kama mwanajeshi muda wote anatakiwa awe tayari kwa mapambano, na mimi niko tayari. Ndio maana nimebeba silaha yangu. Huo ndio upendo? Unakuja kunionyesha kwamba unanipenda, si ndio? Na kama unanipenda kweli, si utume barua nyumbani? Fata utaratibu, tuma barua, toa posa, tuoane, ili icho kitu kipate kwa halali. Halali kuliko kufanya hicho unachokifanya, tabia mbaya. yeah. Ghafla sana kuna taarifa gani? Una siku moja toka fara sawa?